Naye utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watafurahia kudhalwa kwake, kwa sababu alikuwa mkuu mbele. Atakuwa mkuu mbele za Bwana, hata kwenye divai wala kileo. Naye akajazwa roho mtakatifu, atajazwa roho mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye. Kuna siku nitamka, alijazwa roho mtakatifu kwa wapi? Tumboni. Wewe umekuja kwanza, hata roho mtakatifu huna. Na wengi wa Israeli watarejea kwa Bwana Mungu wao naye atatangulia mbele zake katika roho ya Elia na nguvu zake, ili kuigeuza. Ule mstari wa 18, Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Malaika akamjibu akamwambia, mimi ni Gabriel, msimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Na tazama, utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotokea haya kwa sababu hukuyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Akawa bubu. Yani ameenda kwenye ibada, yamkini alikuwa anaomba. Naomba Mungu, unajua kuna watu mnaomba mlishasahau kwamba Mungu mshagabombaga na unakuja kwenye madhabahu tu kwa mzee baba katika jina la Bwana, kumbe kuna maombi uliyaomba kwa machozi yako, wapi? na kuna kitabu cha maombi haleluya. Bwana sifiwe! Huwa kunakuja malaika, unakuja malaika. Ameenda. nafikiri siku zinalingana? mwambie jirani yako siku hazilingani. siku hazilingani ameenda mzee wa watu, alafu anakutana na, na malaika Gabrieli, anayeleta habari tu, apiganaji vita yule, nimleta habari njema njemanaye anamkuta mazabani, upande wa mazabau kama hapa Haleluya. Anamwambia Chakwana, dua yako imesikiwa. Dua yako ime, imesikiwa. Na uta utapata uta, uta mtoto kwa mke wako. Alikataa maelekezo. Alikataa nini? Wakati ulifika lakini maelekezo akakataa. Akasema mimi ni mzee na mke wangu ni kikongwe. nisikilize nikwambie Wakati wa Mungu unapofika, hata kama ni mzee, Mungu anarudishaga nyuma yale mambo, anatengeneza tena upya. Jina la Yesu libarikiwe. Swala sio mzee, swala ni wakati. Wakati wa Mungu unapoachiliwa, ana uzee wangu nakaa pembeni, ukomge nakaa pembeni. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati wa Mungu mnakuja na wakati wa Mungu siuchezeni. Wakati ambao Mungu mwenyewe anashughulika, wakati watu wamenyamaza, Mungu anaingia kwenye nyakati zake. Haleluya. Anamtazama mtoto anaitwa Yohana, alafu atajaa Roho Mtakatifu akiwa tumboni mwa mama yake. Haleluya, haleluya. Alikataa akawa bubu miezi tisa, akamwambia huku wa watu mko mabubu kwa sababu hamkusadiki habari za Yesu. Unakuja na ugonjwa, umeshaukuza ugonjwa. Wengine hapo wameshakuza HIV. Mungu anapokuambia leo nakuponya HIV, unakataa kwa sababu ulishajua kwamba uponyiki. Si bali ulala nyumbani kwako. Haleluya. Amen. Lala nyumbani kwako. Nenda kapanya fuleni kwenye maduka ya dawa. Upewe zile dawa. Naelewa? Mm. Wakati unakubalika ni sasa.

Nimesema wakati wa Mungu anapokuja, waga, mda mwingine Mungu anakutenga na watu, sema ananitenga na watu, yaani unajisikia kubaki peke yako. Haleluya mwingine, mwingine waga, kuna asili inaachiliwa ili usitamani kusema na mtu, kusema na Mungu. Unaona? Kuna mda mwingine anachila huzuni, naona huzuni kiasi cha kufa, lakini mwili ni dhaifu. Amen. Amen. Yesu anaona wakati wa kwenda msalabani, nuu hapa wanafunzi wake awaoni, anawambia twendeni basi tukaombe, kama ilivyokuwa kawaida. Jina la Yesu libarikiwe. Anaenda anaomba, jamaa wanalala, anasema amkuweza na mimi. Ah, hata risali moja sikiliza. Kuna wakati wa mtu huo, namtaka mtu mwenyewe usimame. Kama wewe usitarajia kusimama na kina Petro, wakati wa kina Petro anachoka ni wakati wa kwako, wakati wa kina petro pala. Haleluya, lazima ujue nyakati. Yesu alipojua akasema, laleni basi, akajitenga nao kiasi cha na kutupwa mawe, ili asijakamukizwa ile hali ya kulala.